Karibuni sana. Uh, leo nimekuja na mada nzuri, na mada hiyo nataka tuweze kufundishana jinsi gani unaweza ukatengeneza simu yako ukiwa mahali popote pale, si lazima upeleke kwa fundi. Uh, nimekuja na suluhisho la kutumia website moja ambayo ni nzuri sana, ambayo itakayokusaidia kuelekeza namna ya kutengeneza simu yako ukiwa mahali popote pale, ukiwa nyumbani, ukiwa njiani. Uh, website hiyo si nyingine inaitwa iFixit.com. Website hii inaweza kukusaidia kutengeneza simu yako ukiwa mahali popote, kwa sababu itakuelekeza kama simu yako ina changamoto, unaweza ukaingia na ukaandika jina la simu yako. Baada ya kuandika jina la simu yako, itaanza kukuelekeza kimoja hadi kingine, ambacho wewe mwenyewe utakuwa unahitaji iweze kukusaidia. Karibuni sana muweze kuangalia video hii kuanzia mwanzo hadi mwisho namna ya kuwaelekeza jinsi gani ya kufanya ili simu yako iweze kukaa katika hali ya usawa. Aina haja kupeleka simu kwa fundi popote pale, unaweza ukatengeneza na simu yako ikakaa vizuri. Nipende kuwakaribisha sana kwa wale ambao wageni kwenye chaneli hii, basi moja kwa moja tuendelee kwa pamoja tuweze kujifunza hichi kitu ambacho nawaelekeza. Karibuni moja kwa moja, kama nilivyosema, nitaenda kukuelekeza namna ya kutumia hii website ili tuweze kutengeneza ili uweze kutengeneza simu yako mahali popote, iwe nyumbani, iwe kazini. Hii application, kama tulivyosema, itakuelekeza mwanzo mpaka mwisho, namna ya kuweza kusaidia simu yako. Uh, cha kufanya utakuja, utakuja Google, utakuja Google. Baada ya kuingia Google utakuja kuandika hapo iFix iFix e, it basi, nadhani imekuja hapo, kama unavyoiona, utakuja kugusa maneno haya hapa iFixit. shagusa maneno hayo hapo, utasubiri ifunguke. Tutasubiri ifunguke kama hivyo, tutasubiri ifunguke kabisa, tutasubiri ifunguke baada ya hapo. Ishakuwa imefunguka hivi, utakuja kugusa mahali hapa Ishafunguka, utakuja kugusa mahali hapa, utakuja kuandika mahali hapa, utakuja kuandika mahali hapo aina ya simu ambayo unataka kuichunguza. Utaangalia simu yako ni ya aina gani hiyo ambayo itakuwa imekuletea shida. Kwa mfano, da tuandike labda sam Samsung some, s20 Yes, something is ishirini ushaandika hapo, utasechi ni yani, utasachi sha sachi kama hivyo, utasubili tena ifunguke kuletea hizo simu, utasubili ifunguke, utasubili ifunguke kama hivyo, shafunguka saa ndo hizi hapa simu zetu hizi hapa simu zetu kama unavyoziona, lakini sasa, ili iweze kukuletea ili iweze kukutengenezea mazingira, yani uweze kutengeneza mazingira mazuri ya kuweza kuona vizuri vifaa vya ndani, e, kulingana changamoto yako, iwe ni kioo iwe ni nini. Kwa hiyo wewe utakuja utakuja utakuja ku kuja kugusa hapa, utatafuta neno ambalo limeandikwa limeandikwa Guides. Guides. Tutalipataje hili neno? Tutascroll haya maneno kama unavyoyaona, kuna neno hili kuna neno hili e. Lakini hapa sasa hivi tuko hapa sasa, inatakiwa tuweze kuscroll kwenda huku tupeleke hivi, ili hilo neno liweze kuja. Basi tutazungusha kwenda hivi, kama unavyoona, tunazungusha kwenda kushoto, yanakuja maneno mengi mengi. Asi tunatafuta ili neno ambalo limeandikwa guides, liko hapo, tumeshaliona ni hili hapa kama unavyoliona, hilo hapo, tutakuja kugusa hilo neno, ili saa ianze kuelekeza hii something is S20 unaweza kuitengenezaje, utakuja kugusa kama nilivyosema. Basi baada ya hapo, utaona namna jinsi inavyo kuelekeza. Kwa mfano kama hapo ine, kama hapa, kama inavyozungumza hapa, kama hapa, unaweza ukatengeneza nini, unaweza ukatengeneza namna ya kutengeneza betri hapo hapa namna ya kutengeneza screen ukigusa hayo maandishi, basi inakupeleka inakupeleka moja kwa moja, hatua kwa hatua, namna utakavyokuwa unaweza kuweka screen yako olada, simu ilikuwa imepasuka screen, kwa unaweza kwenda kununua dukani, na itakuelekeza mwanzo mwisho namna, yaku, uweza ku, kwamba, namna ya kuweza kuripea hii betri kwamba namna ya nani kama ni betri kama ni kioo namna ya kuwekea utakuwa unafatisha hatua kuhatua, kwa hatua hadi mwisho. Kwa hiyo hiyo, hiyo ndio njia rahisi ya kuweza ku, kutengeneza njia ya nani, na, simu yako ili uweze kukaa sawa. Kama unavyoona wanaelekeza mambo mengi sana, namna ya kuweka laini, namna ya kutengeneza kamera, yaani namna ya kuweza kutengeneza kila kitu kwenye hiyo simu ambayo utakuwa ume, ume nani na mfano labda tuende kwa haraka haraka, taa tusachi aina ya simu nyingine, labda tuje Google Pixel. Kuna simu ambayo inaitwa Google Google Google Pixel Google Pixel Pixel 5 baada ya hapo tutakuja tuta search tena, tutasubiri tutasubiri tutasubiri Google Pixel iweze kufunguka. Pia nadhani imeshafunguka, kama unavyoona simu zetu hizo hapo, simu zetu hizo hapo za Google Pixel 5 kama unavyoona hizo hapo simu zetu za Google Pixel 5, hizo hapo aa, kama kawaida, kama, kama tulivyofanya mara ya kwanza, tutatafuta tena lile neno ambalo limeandikwa guide ili iweze kutuelekeza. Tutakuja hilo hapo, hilo hapo neno, ili hapa tutaligusa hilo neno, tukishagusa kama unavyoona ndio hii hapa Google Pixel kwa ndani hapa, wanakuambia kama unaweza kunanii betri, kama unataka kulipea betri labda betri kulipea, yani ni kutengeneza ku..., labda unaweza kawa unatoa hiyo betri me..., pengine imeharibika unanunua nyingine unaweka, sawa na kuelekeza namna ya kutoa, lakini pia na namna ya kuweka. Hapa wanaelekeza namna ya kuweka screen Vipo vitu vingi sana vipo vitu vingi sana. Kama unavyoona, e, kama unavyoona vipo vitu vingi sana, vingi sana, wanakuelekeza mwanzo hadi mwisho mwanzo hadi mwisho, simu hiyo jinsi inavyotengenezwa kitu kimoja kimoja. A, basi nashukuru sana, msahau kusubscribe kwenye chaneli yangu ili mweze kupata masomo mbalimbali ambayo nitakuwa nawawekea kila siku, na wale ambao watakuwa bado hawajafanya hilo zoezi la kusubscribe, nawaambia waweze kusubscribe, maana kuna vitu vingi sana ambavyo tutakuwa tunaviweka hapa, tutakuwa tunajifunza wote kwa pamoja. Basi karibuni sana, nashukuruni sana.